Unakuta unataka kufuta akaunti yako ya Facebook, utakachokifanya utafuta Facebook yenyewe, alafu then utaisearch hapo Facebook. Facebook yako itafunguka, FB itafunguka, kisha funguka, utakuja kwenye doti hizi tatu. Kwenye hizo dot tatu utaingia, utawasha kwanza na ni data, maana hii kitu kinafanyikwa na data, inafanywa kwa na data, ili uweze kufuta akaunti yako. Kwa hiyo utakufanya, utaenda hapo settings. Nasubiria kwanza Herodi hapo. Hapo. Nasubiria kidogo hapo. Kuna tatizo kidogo. Haya, utakuja hapo kwenye hizi alama tatu hizi. Kisha kuja hapo, utakuja setting hapo. Kisha kuja setting. Utakuja kwenye account center. Kisha kuja hapo kwenye, kwenye account center. Utakuja kwenye personal details. Utakuja hapo kwenye personal Uta own details, uh, Uta utakuja kuangalia neno limeandikwa account ownership and control, utabonyeza ubonyeze, utakuja deactivation au dedication, utabonyeza hapo then, utasubiri tarodi kwanza. Utakuja kuchagua ambayo unataka kufuta, sasa utafuta hivi, ndio kwa hiyo utakuja kuchuti account utabofya hapa hivi no mabili, nitaandika ku continue. Tasubia kwa kwanza rodi After then uta Utakuja kwenye neno moja ya ku continue kukuntinyo sasa. Hapa mi sitaki kufuta account yangu ku okay, kwa then Utendea kutendea Na hizi sifuta hazirizi wa asanteni kwa kunisikiliza. Okay, hey, thank